Watu wengi wamekuwa wakisema kwa nini huonekani kuogopa kufanya kazi Kagera? Kwa nini unaonekana umepapenda sana Kagera? Naomba leo nitoe siri yangu hadharani. Moja ya vitu vilivyonifanya nifurahie sana kufanya kazi Kagera na nipazoee haraka na niwazowee wana Kagera haraka ni Baba Askofu Methodius Kilaini. Wakati wote alinikaribia, akaniongoza, akaniimarisha, akanipa ujasiri na kunifanya nione kumbe Kagera ni mahali pema sana, na anapoondoka ameniachia kaka mwema sana, kaka yangu Jovitus Francis Mwijage ambaye naye nice, sioni tabu wakati wowote kumfuata na kumuomba ushauri lakini ninaye baba yangu kipenzi, na wakati wote nilipodoa macho kumwangaza hadi nilipomwona anaingia, nikafurahi. Baba yangu Roma, Baba Askofu mstaafu Roma. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka 2021 Baba Askofu Methodius Kilaini Alipo, alipoteuliwa kuwa msima, askofu msimamizi wa kitume Jimbo Katoliki la Bukoba wakati Baba Askofu Desiderius Roma alipostaafu kama askofu wa Jimbo Katoliki la Bukoba. Baba Askofu Kilaini aliendeleza kazi nzuri ya mtangulizi wake na alifanya kazi kubwa ya kitume, na si kwa wakatoliki tu bali ameweza kutuunganisha wadau wa madhehebu mengine jambo ambalo tunaendelea kulienzi na ndiyo sababu leo mnaona hapa viongozi wa madhehebu bila kujali tofauti za kiimani na madhehebu. Viongozi wote wa dini wa mkoa wa Kagera wako hapa <coughs> Baba Askofu Kilaini akishirikiana na ndugu zake Baba Askofu Kesho Mshahara na Sheikh Alhaji Harun Kichwabuta na maaskofu wa madhehebu mengine wameweza kuweka nguvu kubwa ya kujenga umoja wa kimkoa na kitaifa, na hivyo sote wana Kagera tunaishi kama ndugu bila kujali tofauti zetu za kiimani <coughs> Baba Askofu, unakwenda lakini tutaendeleza mshikamano na upendo ambao uliuacha kwetu.